Jenerali Abdourahamane Tchiani ameongoza nchi hiyo tangu mwaka 2023 baada ya kumwondoa madarakani Rais wa Niger, Mohamed Bazoum. Siku ya Jumatano, Jenerali Tchiani alichukua wadhifa wa rais chini ya katiba mpya ambayo inachukua nafasi ya katiba ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Pia alipandishwa cheo hadi cheo cha juu zaidi cha kijeshi cha jenerali wa jeshi na kutia saini amri ya kuamuru vyama vyote vya kisiasa vivunjwe. Mpito wa utawala wa kidemokrasia unaambatana na mapendekezo ambayo tume ilitoa kufuatia mijadala ya kitaifa. Kulingana na katiba mpya ni je, kipindi hiki cha muda cha miaka mitano kinabadilika kulingana na hali ya usalama wa nchi. Niger imekuwa ikikumbwa na mashambulizi ya wanajihadi kwa miaka mingi, moja ya masuala ambayo viongozi wa kijeshi walitaja wakati wa kufanya mapinduzi yao. Kevin Sewe, Mwanzo TV.